Mpenzi mtazamaji wa Tumaini Moja TV, karibuni tena katika kipindi chetu kizuri cha lugha ya alama. Tutakuwa pamoja, mimi pamoja na wewe, mwalimu wako mpendwa Rukia Marobe. Tutajifunza pamoja maneno yote yanayoanza na herufi a mpaka zedi. Tutakuwa tukijifunza kwa vitendo, lakini pia tutakuwa tukifanya mazoezi kwa pamoja. Leo tutajifunza maneno yanayoanza na herufi A. Karibuni tujifunze kwa pamoja. Saba jianza kipindi chetu na tuombe Baba Mungu. Asante Kowinjo, Kowko, Masahaya, kwa ulinzi wako kuu na kuomba masaa haya, tunapoenda kujifunza pamoja, uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, amina. Abeli, abudu, Abuja, acha achakulu achama adui adui ahadi.